Ndugu zangu mnaonisikiliza, ndugu zangu mnaoniona, hakuna mtu anaweza kufanikiwa bila sadaka. Sadaka ndio nguzo pekee ambayo inakutanisha na kukaribisha wewe na Mungu, na hii misingi hata mimi sikuipata kutoka hewani. Hii misingi nimefundishwa na viongozi wa dini, nikajua na nikaelewa, na ndio maana nimewaomba na nimewasihi watumishi wa Mungu walioko hapa ubilini kuhusu sadaka, msirudi nyuma. Haijalishi watu wanapokea au hawapokei, lakini zungumzeni kuhusu sadaka. Ndugu zangu, toeni sadaka. Bila sadaka, hakuna mtakachoweza kufanya. Mtu ukajikuta unaendelea kuzeeka kila siku, lakini hamna unachofanya, unazaa kizazi ambacho hakieleweki, kwa sababu hautoi sadaka. Una Mungu anakupa lakini hakuna mwisho wa siku, Mungu anaamua kuchukua mali yake. Namna pekee ya hawa watoto kuvuka katika safari yao cha kwanza ni kuamini Mungu na ibada. Watoto nyinyi wazazi mnao, na ndio maana kama leo msijekuwa na wazazi tusingekuwa hapa. Hata mimi nimelelewa, nimewaonyesha mfano, nimelelewa na baba yangu, lakini amenilea katika mazingira ambayo ni ya nizamu na sehemu kubwa, mimi ndio naona ni baba yangu ni mama yangu, na ndio ninamheshimu kama baba yangu kama mama yangu. Katika dunia hii hakuna dhambi kubwa kama pale. Hata wale wanaowalea, kuna sumani alizungumza, hakuna watu wenye kazi ngumu kama wanaolea watoto. Sasa hawa wanatoa sadaka kubwa kuliko sadaka ya mtu mwingine yoyote. Sasa unakuta kafara kama hawa watoto wadogo, watoto wadogo wana changamoto. Ni bora wangesema wanalea watu wazima kama sisi na ambao kitu ambacho kiwezekani kwamba kila mtu wanajitambua. Hawa watoto ni wadogo, watoto wana changamoto nyingi, lakini hawa watu wamesimama, hawa watu wanahitaji msaada sana. Kwa hiyo hawa watoto sio kwamba hawana uwezo, uwezo wanao na mazingira hayo wanayopita sio kwamba pengine wao wanyonge. Hapana, mazingira wanayopita watoto, mazingira mnayopita ni namna Mungu ndio njia aliyoamua awapitishe humo. Kwa hiyo watoto, mimi nawatia moyo sana, wanaowalea ndio wazazi wenu, wanaowatembelea ndio wazazi wenu, wanaokuja kuwasalimia kuingia katika lango lenu ndio wazazi wenu. Hakuna mtoto ambaye hana mzazi. Mimi nazungumza hapa mbele, nafahamu umuhimu wa sadaka nafahamu umuhimu wa kumtolea Mungu na nataka niwaambie katika familia moja moja, bila kumtolea Mungu hakuna mnachofanya. Na mimi naweza baba, nikajidai wachungaji, najidai kama mimi mbele za watu, mimi kimenifikisha hapa ni sadaka. Kuna mamonyoko wa maadili, na huo unapelekea hata wadada wanazaa watoto wanatupa jalalani, wengine hata wanaharibu mimba. Nini nafasi yetu katika kutoa elimu? Sisi kama watumishi wa Mungu, wajumbe wa Mungu, Biblia inasema katika Malaki mbili, jukumu letu sisi ni kuwaelimisha watu. Unajua haya yote ni matokeo ya dhambi. Dhambi, dhambi ndio ilileta uasi, dhambi ndio imeleta mauti. Sasa jukumu letu sisi ni kuwa ni kuwaelimisha watu ili kwanza wamwamini Mungu kwamba yupo na anaweza. Haijalishi mtu aliteleza akajikuta ametenda dhambi akapata ujauzito, Usihangaike kutoa mimba, Mungu anaweza kukuhurumia na anaweza kukusaidia. Mungu anaweza, ukimtumaini Mungu yote yanawezekana. Sasa mmomonyoko wa maadili unatokea sana pale ambapo watu wengi hawataki kabisa kujifunza maneno ya Mungu. Watu wana jitihada nyingi kujifunza mambo ya dunia, wako tayari kujifunza ufundi au mambo mengine sahihi, lakini hawana haja ya kujifunza neno la Mungu. Neno la Mungu ndani yake kuna kweli Biblia inasema mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Sasa changamoto tunayokutana nayo ni pale ambapo watu hawataki kuja makanisani au hawataki kusikiliza Injili. Hapo ndio changamoto, lakini wale ambao wanatusikiliza, jukumu letu watumishi wa Mungu ni kuwapa elimu na kuwaambia, Yesu anaweza. Umezaa mtoto huna sababu ya kumtupa. Yesu anajua, au Mungu anajua, atakula nini huyo mtoto, ataishi vipi. Ndio maana kuna watoto walitelekezwa kabisa, wengine walitupwa majalalani wakaokotwa, leo hii wengine wana nafasi kubwa kabisa, na tumepokea zawadi ambazo wametupatia, lakini kwa kuongezea tu, watu hawa wamekuwa mara kwa mara wakitupatia misaada kwa kutupa bajeti za kila mwezi. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawaombea kwa Mungu ili aweze kuongezea zaidi ya pale ambapo wamezidi kutoa, lakini tunatoa wito na kwa wengine wote ambao wana uwezo wa kutoa basi waweze kutoa kwa ajili ya yatima na walio katika mazingira magumu. Zakaria ambaye anayehudumia kituo hiki cha Mvuma, kwa kweli kituo hiki hakijawahi kupungukiwa kwa ajili ya msaada wake, lakini pia tunawashukuru, tunaishukuru jamii ya Kahama kwa ujumla wadau wote ambao wanaoguswa kwa ajili ya kusaidia watoto hawa wa kituo cha Mvuma. Ah, kwa hii siku ya leo tunamshukuru sana Mungu kwanza kwa kwanza kutufikisha kwa hii siku ya leo tukiwa salama, na pia tunamshukuru Mungu kwa ajili kwa, kwa, kwa ya baba yetu mpendwa ambaye amekuwa akitusaidia kwa misaada mbalimbali kiwemo chakula na malazi pamoja na vitu vingine, ambaye amekuwa ni msaada mkubwa sana ka, na pia ni kimbio letu wakati wa shida. Kwa majina, naitwa Alfaida Twaribu, natokea kituo cha Peace Fund Center. Nipo hapa kuwashukuru asanteni sana kwa, kwa kutuletea zawadi, asanteni si, si tunajisikia vizuri <laughs> tunajisikia kama vile yani tupo sehemu tastunajisikia tupose... tupose... tupo kama vile tumetoka tumetoka out.